Hii ni Bugoma TV. Habari. Habari sasa, ndugu zangu, katika ulimwengu wa sasa, mtu akitaka akuweze au akitaka kuharibie kizazi chako, anachezea tu kwenye maadili. Na maadili hayo kwa sasa hivi yamekuja ni ya ya kidigitari, yamekuja vifaa hivi vya kielektroniki, hayo maruminga yamekuja kwa kweli. Kama wazazi na jamii na wataalamu wote kwa pamoja, lazima tushirikiane, kwa sababu kule ndani kuna sumu ambazo zipo ambazo zinatocha zinawaathiri watoto na zinapowaathiri watoto na kwa sababu zinamomonyoa maadili ya taifa letu Tanzania wetu Afrika wetu na jamii zetu zile ambazo wote mtakumbuka tumekuwa tukazikuta maadili mazuri kabisa. Maanake sasa hiki kizazi hiki tunachokwenda nacho cha leo hiki tusipokilinda vizuri, maanake huko miaka tunaokwenda huko kuna hatari tutakosa viongozi bora, tutakosa baba bora, tutakosa mama bora tutakosa jamii ambayo iko iko na ustaarabu ule ambao tuliachiwa na viongozi wetu, wazazi wetu, walezi wetu, nani yetu ya asili, tutaikosa kabisa. Ndio maana kwa kweli tuipongeze wizara, tuwapongeze Plan International na makundi yote ambayo tumeingia. Hii ndugu zangu, ni kama vita, kama vita yoyote ile. Amin, haya mafunzo na dozi tutakaipata hapa Ndugu zangu, sio kwamba tunaenda kubaki nayo na ha uumu kwamba nimepata, nilienda Katavi, nilienda St. Matthias e, ah, basi ameisha ya. Hapana, maana yake kwamba baada ya mafunzo haya tukirudi huko ni kutengeneza mpango mkakati mpango kazi kwa ajili ya kuingia kuielimisha jamii, tuibadilishe jamii, turudi miaka ile na maadili ya miaka yetu waliotuachia wazee wetu. Uafrika wetu ubaki pale pale adabu na heshima ibaki pale pale. Mimi kwa majina ninaitwa Mwelinde Kato, ni afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, na lengo kabisa la kampeni hii ni kuweza kuelimisha watoto kuelimisha wazazi, walezi, walimu na jamii kwa ujumla kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni na namna ya kumlinda mtoto hasa sana kuingia kwenye mitandao. Uh, baada ya mafunzo haya sisi tunachokitegemea zaidi ni kwamba hawa wataalamu wetu ambao watakuwa wamepata mafunzo haya waende sasa wakashushe elimu hii katika ngazi za halmashauri, wakashushe elimu hii katika ngazi za kata, vijiji, na iweze kuwafikia wananchi wengi kwa ujumla, na hata watoto hata na walezi, ili angalau hata mtoto anapoingia kwenye mitandao uelewa uwe mkubwa, kwamba mtoto anapoingia kwenye mitandao mzazi aweze kumfuatilia na ajue mtoto anafanya nini kwenye mitandao, lakini vile vile <coughs> tuweze kujenga watoto ambao wako wanakuwa vizuri na wanakuwa na afya na wanastawi vizuri, uh, ambao hawajafanyiwa ukatili. Uh, mimi naitwa Yusuf Kileo wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidigitali ambaye vile vile ndio mwelekezi wa mradi huu wa kuwalinda watoto dhidi ya ukatili mitandaoni. Kumekuwa uh, na mabadiliko ama mapinduzi makubwa sana ya matumizi ya teknolojia kwa jamii kwa, kwa, kwa watu wa aina zote, na ambacho kilichoko sasa hivi tumeona kwamba uh, zaidi ya asilimia themanini na saba inayochangia mmomonyoko wa maadili inasababishwa na matumizi makubwa ya teknolojia, na hii ndio sababu Umoja wa Mataifa kupitia kitengo chake cha ITU wakaona kuna haja watu katika mataifa yote duniani kuwekeza ama kufanya mkakati mahususi wa kuwalinda watoto dhidi ya hizi changamoto za kimtandao. Kwa jina naitwa Naishi Rafael Molel ni mfanyakazi katika shirika la Plan International Tanzania. Sisi kama wadau tunashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafika mpaka kwenye ngazi zote za mkoa kwa wadau wote na wataalamu wote wa ustawi wa jamii, ustawi uh, maendeleo ya jamii na pia kwa dawati la jinsia, kwa sababu tunaamini tukilinda watoto ni taifa la, la baadaye. Kwa jina naitwa Assistant Inspector Singa Zabibu, ni Chief Gender Desk mkoa wa Tabora. Kwa mafunzo haya ambayo tumeyapata siku ya leo hapa Katavi, kwanza tumeplan kutengeneza madawati mashuleni, tengeneza yani madawati ya kwa ajili ya kutupa taarifa watoto wanapokuwa shuleni, wa madawati ya watoto kwa watoto pale shuleni, wanafunzi kwa wanafunzi, tuwape elimu wale wanafunzi namna ambavyo wanaweza wakajilinda wao kwa wao kupitia haya masuala ya mitandao wanapokuwa likizo majumbani. Lakini vile vile nitaenda kwenye vikao vya watendaji, vikao vya kwenye viti tutaitisha pia vikao vya kina mama, lakini pia tunakuwaga na vikao vya watu wa laini, wanaoishi pale maeneo ya laini, wa polisi, wazazi pamoja na walezi, ili kuwapa elimu namna gani ambavyo wanaweza wakawalimit watoto hasa wanapokuwa likizo, na hasa wanapokuwa wamerudi kutoka shuleni. Hii ni Bugoma TV habari